Habari aleo, kuna changamoto, habari niongelee. Leo kuna watu ambao mara nyingi pia bawasiri nikumbushe kwamba kwa upande wa wanawake inaweza ikatokea kwenye njia ya haja ndogo. Hii inatokana na, na maumbile walionayo. Kwa hiyo wengine mara nyingi wanapoenda chooni, wanapokuwa wana push, basi hujihisi na huwa unajikuta kuna uvimbe unatoka kwenye njia ya haja ndogo. Kwa hiyo kama una changamoto hiyo, basi tuwasiliane, kwa sababu pia bawasiri kwa upande wa wanawake inaweza ikatokea kwenye njia ya haja ndogo. Na nyie wanaume basi msiwakimbie wake zenu, kwa sababu ni changamoto kama changamoto changamoto nyingine na hiyo huwa inaisha kwa kutumia pile care. Kwa hiyo kama una changamoto hiyo, basi tutakusikiliza, inaweza ikatokana na bawasiri au inaweza ikatokana uh, na changamoto uh, kwenye kizazi. Kwa hiyo hivi vyote JW Sub Clinic uh, ina ipo kwa ajili ya kusaidia. Kama una changamoto hiyo, basi tuwasiliane hapo chini na uweze kuweza kupata msaada um, moja kwa moja. Kama una changamoto ya kiafya, basi utatujulisha hapo chini. Usisahau uh, kutuambia ni shuga inayokusumbua na sisi tupo kwa ajili ya kusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Karibu na Mungu akubariki.